Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Sisi kama jamii tunajua kwamba matumaini yetu yumo katika watoto hawa walio wachanga, wale walio wanarika, wale walio mashuleni, wale walio katika vyuo vikuu kadhalika, hata wale wanaoanza kazi zao ndogo ndogo, lakini msingi ya hayo yote ni vile hawa wakiwa wadogo tunaowalea, ni vile tunawalea kwanza katika manyumbani kwetu, na pili tunavyowaongoza na kuwapa elimu na masomo katika vyuo vyetu, katika mashule yetu katika hata makusanyiko ya wanarika ambapo tunawapa mawaidha na kuwasaidia. Tukiendelea katika mwaka huu wa matumaini, tunajua na tunaona kwamba wengi wao wanapoteza matumaini, wanapoteza na kufa moyo, kukata tamaa, kwa sababu wanaona elimu ambao wanawapata haiwapi malipo haiwapi kuajiriwa na haiwapi njia ambazo zitaongoza katika maisha ya hapo baadaye. Hawa watoto wetu tunaona wanakata tamaa, wanapoteza matumaini kwa sababu elimu wanayoipata labda haina mpangilio tosha labda tena katika majumbani wazazi wa hawa watoto wako na kazi nyingi, wameshikwa mateka na shughuli shughuli shughuli, kwamba hawana wakati wa kuwa na watoto, kuwapa mawaidha, kuwasikiza na kuongoza katika njia bora. Tunasoma katika injili ya Mtakatifu Luka, jinsi yapaswa kila jambo nzuri na jambo la maana likaweza kupangiliwa. Ni Luka kumi na nne kutoka kwa mstari wa ishirini na nane: maana ni nani katika nyinyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia asije akashindwa kumaliza. Baada ya kupiga msingi, watu wote wao nao wakaanza kumdhihariki, wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu ya kumaliza au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu elfu kumi ataweza kukutana na yule aliyekuja juu yake na watu elfu ishirini? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Wakristo wa Kenya na watu wa nia njema, upangilio kuwa na mpango, kuwa na maono ya mpangilio ambayo umelenga yale utakaojenga, utakaounda mpangilio wa pale uendapo, ambapo unafuatilia vile iko na map, iko na njia ya kufika pale utakapo kufika watoto wetu wanakata tamaa, wanapoteza matumaini kwa sababu kwanza, sisi kama wazazi hatufanyi mpangilio wa vile tunataka kuwafundisha, tunataka kuwaonyesha, yani mentorship na parenting, kuwaonyesha maisha yatakiwa tutembee namna gani, kuwapa matumaini kuwapa nguvu za ujasiri kuwapa nguvu za kujisimamia hao wenyewe na kuwa hodari, hata kukiwa kuna shida, kusimama imara, kuwapa zile tunaweza sema muscles, za kiroho za msimamo. Hata ukiwa na kiu unaweza simama bado, ukiwa na njaa utaendelea kufanya yale yatakiwa, kwani watoto wetu wamekuwa hawana nguvu yoyote kukitokea shida lolote ndogo, wanavunjika kabisa, hawawezi. Wazazi wetu lazima tuweke bidii masaa ya kuwa na watoto wetu, kuwapa mashauri ambayo itawajenga pole pole. Kanisani tena tuweze kuweka wakati na sio tu kwa wale walio wanarika, tunasema hata watoto wadogo. Katika kanisa yetu tuko na PMC ambapo tunakutana na hawa watoto wadogo, katika mashule yetu tuna klasi zile za masomo ya dini, lakini sio hiyo haitoshi. Tuwe na klasi ya masomo ya maisha, masomo ya kusimama imara katika maisha, kuwa mtu mwenye kwanza nguvu anayeajibika. Lakini tena katika elimu tuliambiwa, elimu tunabadilisha kutoka orodha za zamani ya 844 ili tuingie katika CBC, kwa sababu itasaidia kuboresha elimu tunayowapa watoto wetu. Tunaona vile kwa miaka 30 iliyopita tumebadilisha orodha ya masomo hivi tu, tukisema tunaboresha kila wakati. Lakini hata haya masomo ya CBC yameleta shida, kwa sababu watoto wetu wanahofia kwamba hawajui kutaendaje siku za kesho, mwaka ujao. Ni lazima hata sisi kama Wakenya tuwe na mpangilio tosha kuboresha hawezi kuwa katika roho na fikira za watatu wanne, wap wale wapakaji wa hili orodha, ila lazima tuweze kupanga kama yule ambaye tumesikia anajenga nyumba, wale ambao wanajenga nyumba, na tulikuwa katika hii sekta zamani. Ni lazima uwe na plan, na plani hiyo iwe nzuri kabisa kabla ya kuanza mjengo, kwa sababu ukianza kujenga nyumba alafu hiyo plan unaenda kwa mjengo, nasema pana fanya hapa pawe pa pa pana kidogo, hapana ongeza pande hii, sitting room sio kubwa, si si ndogo sana, sana, ongeza hapana, kitchen tunataka iwe namna. Ukifika kwa, kwa paa, itakuchanganya kwa sababu utaweza kuweka haya mabati juu. Kuna mjengo niliona ambao ilijengwa na wale wajenzi katika kuangalia plan kule chini kwa msingi, walipoteza na wakasahau kuweka ukuta unaoshikilia slab. Kwa hivyo wakati waliweka ile shata na wakaweka kakoto kwa slab, ndio ilijulikana kwamba hakuna chini ukuta wa kushikilia mmoja ulikuwa umesahaudika, na kazi iliyofanyika kuita wataalamu ili waje waweze kujenga ukuta, bado shata zimeshika hii slab, na ukuta ukajengwa, ukajengwa hadi sasa ukafikia slab ili ushikilie. Ni kwa sababu ya kusahau, wale walikuwa wanajenga, walikuwa na haraka sana, wakasahau ukuta, wakasahau yale ya maana, na hapa ndipo tupo. Yani lazima kila mpangilio uwe sasa nazungumzia mpangilio wa elimu wa hii mpangilio, watoto wetu wanaenda katika senior school, watoto wetu watasoma sijui subject gani, watoto wetu watachagua. Hayo yote ambayo tunaambiwa, lazima yawe imepangiliwa na watu wameelewa na kuna mpangilio. Hatuwezi kutoka hapa tusijue tunaenda wapi. Wazazi, tuchukue jukumu na tuchukue changam moto hii tuchukue challenge yaani ya kwenda na kupata, watoto wetu wanaenda wapi, watafanya nini, na shul, shule hizi zote ambazo watoto wetu wanaenda, lazima tuwe ni sisi tunashikilia basi mpangilio tosha katika elimu, ili elimu ishikane na malezi bora ya uzazi, ili tukaweza kuona hawa watoto wetu watapata kuwa na matumaini. Tunawaomba watoto wetu msife moyo, kwamba Mungu anawajali na kutakuwa na siku njema, kwa sababu nyinyi ndiyo tunategemea. Mungu atawabariki katika masomo haya. Yale tumekosea, tutaweza kubadili na kurekebisha, lakini Mungu aongoze. Msikate tamaa, msiwache kuweka bidii. Mungu atawaongoza na atuongoze sisi sote tuwe na maktaba na orodha nzuri ya masomo na ulezi malezi bora ya kijamii manyumbani. Tuwe na masaa inayotosha tuende katika mikutano ya shule ili tueleze watoto wetu tunataka wasimamiwe namna gani. Mwenyezi Mungu awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Amina.